Jua haki zako na Benson Wakoli. Hujambo na karibu kwenye makala leo ya juu haki zako, makala ambayo kuelimisha kuhusu haki zako tena za kimsingi. Kwenye makala leo ya juu haki zako, tunazama kuangalia haki zako wewe kama mtumizi wa mitandao, kipi unastahili kukifanya na kipi haustahili kukifanya. Studioni nitakuwa na mazungumzo na bwana Paul Bran, ni mtaalamu wa maswala ya mitandao. Msikilizaji, karibu, jina langu ni bwana Benson Wakoli. <Klipa> Kwa kwanza tu Bwana Paul Brand tueleze nini hasa tunastahili kukifanya kama watumizi wa mitandao na nini hatustahili kukifanya. Uh, umeruhusiwa kutoa maoni yako, umeruhusiwa kujieleza, lakini vilevile vile pia kuna mipaka na mipaka ambazo tuko nazo katika mitandao. Usieneze habari za uongo, kwa mfano, naenda pale mitandaoni, alafu naanza kueleza habari ambazo si za ukweli, so hiyo ni mipaka ambayo hufai kuvuka bado kuna um, ile kukashifu mtu ama defamation, kuongea vibaya juu ya mtu, hiyo pia hairuhusiwi. Vilevile uh, vile, um, kuna, kuna mambo kadhaa. Uh, kuna mambo kadhaa kama naweza ingia pale mitandaoni alafu niamue kutengeneza akaunti na nikitumia jina ya mtu. Kwa mfano sasa hivi niweze kutengeneza akaunti katika mitandao ya kijamii alafu nijiite Samia Suluhu ama rais wa Kenya President William Samoei Ruto alafu nitumie jina ya mtu fulani na nianze kueneza mambo ambayo si ya kweli, hapo nimevuka mipaka. So hayo ndo baadhi ya mipaka ambazo kama raia hatufai kuvuka pale mitandaoni. nikufikia sasa, na juu umeona mtandao wa mtangazaji wa CNN Lari Madom amechapisha namna watu fulani wamemshambulia kwenye mitandao kuhusiana na taarifa aliyofanya kuhusiana na taifa la Tanzania. Anaposhambuliwa hivyo, yeye anaweza chukua hatua gani za kisheria? Hatua za kisheria sasa italingana na nchi ambayo mashambulizi yanatoka hiyo ni ya kwanza kwa mfano nchini kenya kuna sheria ambazo zinaitwa Computer Misuse and Cyber Crimes Act 2025 kwa hiyo sheria ya kenya inazuia ama inapatia mtangazaji lari madoo hiyo anaweza kupele, kupeleka watu kotini njia ingine ni sasa kwa wale ambao wanamiliki wana hizo mitandao za kijamii kile lari anaweza fanya ni kuwaripoti alafu sheria watakaochukuliwa ni akaunti zao zitolewe ama zihukumiwe. Wakati ambapo raia wanapotunga ama kusambaza maoni yao kwa mitandao, wana haki gani? Nini hasa wanastahili kuzingatia wanapochapisha video? wengi wanapokea video pia, wao wanasambaza tu. Unapopokea video, pengine nini unastahili kuangalia kabla wewe pia kusambaza? E, kwa mara mingi mi huambia watu, kabla uweke kitu katika mitandao, kumbuka mitandao ni sehemu ya jamii, kila mtu ataiona. Kabla uweke kitu mitandaoni, inafaa ujiulize ya kwamba je, ni ya ukweli? Je, ni ya haki? Je, ninaruhusiwa kuweka hii? Unapoweka kwa mfano video ya mtu unajiuliza uh, data protection, nimekubaliwa kueka picha ya fulani fulani mitandaoni? So hayo ndo baadhi ya maswali ambayo mtu anafaa kujiuliza. Umeruhusiwa kusambaza, lakini kitu ambacho lazima uzingatie ama ujiulize wee mwenyewe, hii ujumbe ambao na usambaza na ni ya kweli ama si ya kweli. Bwana Paul Bran umegusia <laughs> swala la data protection hmm, je sheria hii inamlindaje raia wa kawaida? Sheria hii inamlinda raia wa Uh, kawaida kwa njia tofauti tofauti, uh, kwa mfano, kuna zile data kama za picha, na hiyo sheria inamaanisha ya kwamba ukitaka kupiga mtu picha, kwa mfano, uende usambaze pale mtandaoni, basi nafaa kukupatia idhini ya kwamba unaweza kutumia picha hii, eh, katika mitandao zako za kijamii au katika sehemu fulani fulani na, na Paul Bryan, kuna wakati tumeshuhudia hapa nchini Kenya, nchini Tanzania, hata nchini Uganda raia wanasema kwamba wametekwa kutokana na kwamba kampuni za mawasiliano zilitoa nambari zao zi, wakaanza kufuatiliwa. Ni wakati upi serikali inaruhusiwa kumfuatilia mtu pengine kwa kutumia simu yake ama tarakilishi ili apatikane? Hiyo inahitaji ina koti koti ikisema, watoe hiyo data, hapo ndo kampuni za za simu wanafaa kupeana hiyo data kwa kwa serikali. Inafaa ipe, ipeane kwa koti, si hata kwa serikali, lakini kama siyo njia ya kikoti basi wanakiuka uh, sheria. Paul Brian, kwetu sisi kama raia, ni vigezo vipi tunastahili kufanya? S najua umesikia kesi kama hizi kwamba mtandao wangu umedukuliwa, mtandao wa Facebook uh, X, hata siku hizi mpaka anasikia uh, vigezo vipi ama sheria vitu vipi tunastahili kufanya ili kuhakikisha kwamba mitandao yetu haidukuliwe? Tuweze kuzingatia yale ambayo tunahitajika kufanya, tukiambiwa ufai kutumia password. Password kama jina yako ama mwaka wako wa kuzaliwa tuzingatie. Kitu ingine nimeona ikifanyika sana ni binadamu, ni watu wa tamaa. Kwa mfano hiyo ya WhatsApp uh, unapata mara nyingi unapata ujumbe o oh, kuna shilingi elfu hamsini ukifanya hivi na hivi, ukiingia kwa hii link so unatumiwa link unaingia hapo ndani alafu akaunti yako inaenda, unijui we link imekuja, umefungua pale. Katika mitandao ya kijamii pia kama Facebook, tuseme Twitter, mtu anakuja kwenye inbox yako anakutumia ujumbe, kuna link, we unabonyeza tu, kwa sababu ya nini? umeona kuna maybe wanasema labda wanasema kuna pesa inakuja ama ukifanya hivi, naweza kupeleka mahali. So hayo ndio mambo ambayo eh, inafaa tuzingatie. Wapi sasa tunachora mstari kusema kwamba wakati nachapisha habari kuhusu za ukweli, lakini kwako unahisi kwamba nnakunyanyasa, habari hizi yasikustahili kutoka. Je, hapo mimi kama mtu ambaye nimechapisha taarifa hizo, nina makosa gani? Eh, ukichapisha mambo ya kweli, hiyo sheria imekubali kitu ambayo sheria ita haki ni kuchapisha habari za uongo. Mimi kama Paul Brian, ukichapisha habari akunihusu na nione ya kwamba si ya kweli, inafaa nichukue nichukue sheria. Um, tukiongelelea cyber bullying, ni kama ni kile ni kile ambacho kinafanyikia mtangazaji um, Lary Madoo amechapisha ujumbe alafu watu wanaanza kumtukana, lakini wewe ukichapisha ujumbe ya kweli, hapo hujafanya makosa. Hakuna mtu umeharas, hakuna mtu umebuli, so hakuna cyber bullying, hakuna cyber harassment, umechapisha ujumbe ya ukweli. Ukichapisha ujumbe ya uongo, hapo ndio umekeuka sheria. Unajua ukweli wakati wote huuma binadamu. Sasa mimi nikihisi ya kwamba hiyo ujumbe ambao umechapisha ambayo ni ukweli na mimi na hisi umeniingilia sana, basi nikupeleke kotini, niende nidhibitishe ya kwamba habari ambazo ulizichapisha si za kweli. Lakini nikiendelea ni na nikuje nianze kukutukana kuhusu habari ambazo umezichapisha basi hapo ni mimi na kubuli. Mwisho kabisa kabla nikuachilia, bwana Paul Bryan, ni makosa gani ambayo sisi watumizi wa mitandao tunafanya kwa mitandao tukifikiria ni maswala ya kawaida lakini ni makosa makubwa sana? Kosa kubwa ambayo nimeona ni, ni mara mingi tunasambaza ujumbe bila kuangalia kama ni ya kweli ama kama ni ya haki. Hiyo ni makosa ya, kwamba, ya kwanza ambayo sisi tunafanya kama watumizi wa mitandao. Uh, unaenda pale unapata mtu ameposti kitu, wewe unaikua, unaishea, unaanza kuieneza. Kila ambacho ujafanya ni ya kwamba ujadhibitisha kama ile ujumbe ni wa kweli ama si wa kweli. Uh, kukuja kwa mitandao za kijamii, mimi ni kama kituo cha redio, mimi ni kama kituo cha televisheni. Kwa mara mingi katika kazi yenyu mnahitajika kudhibitisha kama habari ni ya kweli ama si ya kweli. Vilevile vile, kama niko pale mitandaoni niko na hiyo jukumu na nisipofuata hiyo sheria inamaanisha naweza chukuliwa hatua za kisheria, so inafaa tudhibitishe kama ujumbe ni wa kweli kabla tuanze kuisambaza. Makosa nyingine ambayo tunaifanya katika mitandao ni ya kwamba unapata wakati wengine tunasambaza habari kutuhusu sisi, habari za kibinafsi, private information, tunausambaza sana Saa zingine tunaosambaza kwa sababu hatujui, kila ambacho tunasahau ni mtu anaweza tumia hizi ujumbe kutu kutudhulumu. Msikilizaji, utumizi wa mitandao ni suala la msingi sana katika dunia sasa. Kile unastahili kufahamu ni kwamba haki zako zinafika wapi na haki za mwenzako zinaanzia wapi. Jina langu ni Benson Wakoli. Hadi makala mengine ndani ya idhaa hii ya RFI Kiswahili. Kwa heri, msikilizaji.